Velu, lakini taakamaka ni mingapi maka, sina hakika, lakini kama simisb ni minane maslaaklasalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado ni kipindi chenu kile kile, Waijua Dini Yako, leo tukiwa kaunti ya Lamu ikiwa swali letu la leo, Mtume alayhi salatu wasalam amepewa utume akiwa na miaka 40. Hii ni maarufu kwetu sisi, na amefanya dawa Mtume alayhi salatu wasalam Maka na Madina takriban miaka mingi, amefanya miaka 23 dawa na. Yes, swali letu la leo ni kwamba amefanya dawa akiwa Maka miaka mingapi? Mtazamaji wangu, Mtume alayhi salatu wasalam amefanya miaka 13 dawa akiwa Maka. Wacha tuojue leo wakazi wa Lamu, je, wanalijua jibu hilo? Salamu. Salamu aleikum mzee wangu. Wa aleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mtazamaji wa rahmatullahi wa wa mtazamaji Halal TV tuko wapi hapa? Hapa ni Lamu Mkunguni, mahali maarufu Masha Allah, tuko na swali leo ukilipata, tunakupa zawadi. Na ukikosa pia tutakupa zawadi ya kielimu. Masha Allah. Alhamdulillah, tajaribu. Swali so lenyewe linasema Mtume alayhi salatu wassalam ametimilizwa ama amepewa utume akiwa na miaka arobaini. Hii ndio maarufu kwetu. Naim na amefanya dawa Mtume alayhi salatu wassalam, jumla ya dawa aliyoifanya ni miaka mingi sasa. Naam. tunataka kupata je, Makka alifanya dawa kwa miaka mingapi? Maka alifanya dawa kwa miaka kumi. Miaka kumi. Naam. hiyo ni Maka. Maka, eh alafu akahajir akaenda Madina akafanya kwa Makkah, naam, hata nirudie. Naam. Makkah alifanya miaka kumi na tatu na Madina miaka kumi. Masha Allah, barakallahu fiku. Kupata swali letu la leo ndo mtu wa kwanza kabisa. Naam, naam. Asante. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salam wa barakatuh. Mweleze mtazamaji leo tuko wapi hapa? Leo tuko eneo la Mkungoni Lamu hapa. Masha Allah. Tuko na swali leo katika kipindi chetu pendwa kabisa. Swali, so, lenyewe linasema Mtume alayhi salatu wassalam ametumilizwa akapewa utume akiwa na miaka 40. Hii ndio maarufu kwetu, na Mtume alayhi wasallam amefanya dawa na jumla au jumla ya dawa aliyofanya ni miaka mingi, lakini nataka kujua, je, Makkah alifanya dawa kwa miaka mingapi? Makkah alifanya dawa kwa miaka kama 20 hivi. Huwezi kujaribu tena? <imitra> kama miaka hamsini. Mashallah, barakallahu fik. Salamu alaikum. Wa alaikumu salam. Itwa nani? Muhammad. Kuna swali leo inshallah, ukijibu, kuna zawadi; ukikosa pia tutakupa zawadi ya elimu inshallah. Swali so, lenyewe Mtume alayhi salatu wasalam amepewa utume akiwa kwa Hawa, akiwa kwa muda wa miaka miaka 40 40, au akiwa na miaka 40 amepewa utume, hiyo ndio maarufu kwetu, na amefanya dawa Mtume alayhi salatu wasalam akiwa Makkah na akaenda Madina akafanya dawa. Jumla miaka aliyofanya dawa Makkah ni miaka mingapi? Mashallah, umejaribusaa mzee wangu Muhammad. Swali letu la leo, Mtume alayhi salatu wassalam amepewa utume na miaka arobaini na amefanya daawa akiwa Makkah na Madina. Kwa hiyo miaka aliyofanya daawa Makkah ndio nataka kuijua, ni miaka mingapi? Leo tuko na zawadi hapo. Tuna kipindi chetu pendwa cha maswali katika dini yetu. Je, yeah, Mtume mm -hmm, alayhi wasalam ametumilizwa akiwa na miaka 40 amepewa utume, na amefanya dawa akiwa Makkah na Madina tunataka tujue miaka aliyofanya dawa akiwa Makkah ni miaka mingapi? Akiwa Maka alifanya ku dawa kwa miaka mingapi? alifanya dawa dawa akiwa na miaka miaka 13. Zaka Allahu khair. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Kwa majina nani ndugu yangu? Swali letu la leo mtume alayhi salatu wasalam amepewa utume akiwa na miaka 40, hiyo ndio maarufu kwetu, na amefanya dawa. Jumla ya dawa aliyoifanya mtume alayhi salatu wasalam ni miaka mingi. Sasa Makka amefanya dawa kwa miaka mingapi? 13. Au Mashaallah, jazakallahu khair. Zawadi yako hiyo. Sasa jumla ya miaka aliyofanya dawa Makka ni miaka mingapi? Miaka 40. Wewe jaribu tena? Ha? Jaribu tena. Hebu niuliza tena hilo swali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya dawa Makka na Madina. Miaka 80. Makka na Madina. Sasa Makka alifanya miaka mingapi? Dawa n yani kulingania watu kwa jina, naitwa Bwana Athmani Musa. Mashallah, swali letu la leo hmm. Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam amepewa utume akiwa na miaka 40, hiyo ndio maarufu kwetu, yeah. Na amefanya dawa mtume alaihi salatu wasalam akiwa Makka na Madina, yeah. Makka alifanya dawa miaka mingapi? Miaka kumi na tatu Makkah na miaka kumi Madina. Mashallah, izaka Allah khair. <tip> <Salamu> <tip> swali letu la leo katika kipindi chetu pendwa, mtume alayhi salatu wasalam ametumilizo akiwa na miaka arbaini, amepa utume akiwa na miaka arbaini hiyo ndo maarufu. na amefanya daawa na jumla ya daawa ni miaka mingi amefanya mtume alayhi salatu wasalam, hasa Makkah alifanya daawa na miaka mingapi? Makkah alifanya daawa na miaka alianza kufanya dawa akiwa miaka 40. Naam, sasa Makka alifanya miaka mingapi dawa, kisha akaenda Madina akafanya dawa hapo. Ah, si sina uhakika kamili. Barakallahu fik, shukran. Swali letu la leo linasema mtume alahi salatu wasalam amepewa utume akiwa na miaka 40, hiyo ndio maarufu kwetu, na amefanya dawa mtume alahi salatu wasalam miaka mingi, lakini tunataka kujua Miaka aliyofanya da'wa Makkah ni miaka mingapi? No. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume amefanya da'wa Makkah miaka kumi na tatu. Mashaallah. Jazakallahu khair. Kuna mwingine ana swali? Anajibu lengine halina shaka hilo. Mashaallah. Sisi pia tunao wasiwasi Asalamu, <laughs> As wa rahmatullah Wa yako assalamu alaykum wa warahmatullah, wa alaykum salaam wa barakatuh. Hebu kwanza tumweleze mtazamaji wetu wa TV yetu hii tuko wapi hapa hapa -ha. tuko Lamu Mkunguni. Mashaallah, tuko na swali leo katika kipindi chetu hiki. Swali la leo linasema mtume alayhi salatu wa wassalam amepewa utume akiwa na miaka arubaini, hii ndio maarufu kwa watu na, na amefanya dawa mtume alayhi wa salatu wassalam je hii dawa ameifanya Makka na Madina, ameifanya kwa miaka mingapi? Akiwa Makka, miaka kama miaka kumi na tano. <muchasabarikana> Masha Allah, assalamu aleikum zangu, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Lamu. Swali letu la leo, tuna swali tunakuuliza, ukijibu tunakupa zawadi. Swali so, letu la leo linasema Mtume alayhi salatu wassalam amefanya daawa katika umri wa wake, amepewa utume akiwa na miaka 40. Akafanya daawa. Je, hii daawa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya miaka mingapi akiwa na hiyo Makkah? sijui. Hwezi kujaribu mzee wangu. Sasa hivi. Si kama miaka 40. Shukrani. Asalamu alaykum alaykum wa warahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa swali letu la leo mtume alayhi wasallam ala, amefanya da'wa Makkah na Madina. Sasa Makkah amefanya da'wa miaka miaka mingapi? Mimi nitasema yote kwa jumla miaka 23. Very good. Lakini tuanza kama Makkah ni mingapi? Makkah, sina hakika lakini kama si saba ni minane. Mashaallah, jazakallah khair. Asalamu alaykum alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa nani? Yahya Ibrahim Muhammad. Leo tuna kipindi chetu pendwa kabisa cha maswali. Ndio, swali letu la leo, mtume alayhi salatu wasalam amepewa utume na miaka 40? Naam, hiyo ni maarufu kwetu. na amefanya dawa mtume alayhi salatu wasalam akiwa Maka na akaenda Madina akafanya dawa. Naam, jumla ya miaka aliyofanya dawa Maka ni miaka mingapi? Ni miaka 23. Maka alifanya hmm, dawa kwa miaka mingapi? Ni miaka 13.